Juzi rais alikuja Homa Bay kwa madaraka, si watu wetu walilala kwa uwanja? Wajaluo wakikupenda wanakupenda, hakuna maneno yingine. Nasi tumeamua tunampenda kwa sababu ya u... kitendo ya chake, vile anachapa kazi, vile tunaona ameanza kuchapa kazi kwetu, na hapo ndiye tuko, hatutoki. Sisi kama Wajaluo tunasema tumekaa nje pia ya kutosha. Sisi pia tunataka kusikia warmth ya serikali, na tumeingia na kichwa, hatutatoka. Sasa tunatoka namna gani? Na sisi ndio tunachunga pesa, hata mshahara yote, wale wanakula mshahara ya Kenya mzima, hata president mwenyewe, mimi ndiye ninaweka sahihi apate mshahara. Nikikataa kuweka sahihi hata Rais hawezi pata mshahara, hata Oscar Sudi hawezi pata mshahara.